Kule katika kijiji kidogo cha pwani ya kusini mwa Korea aliishi kijana mmoja maskini aliyeitwa Kosi. Watu wa kijiji walimjua kama chokora, mtu asiye na makazi ya kudumu, aliyekuwa akitembea mitaani akitafuta chakula kwenye mapipa ya taka. Maisha yake yalikuwa ya huzuni, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu cha thamani zaidi, moyo wa huruma. Siku moja ya baridi kali, Kosi alipokuwa akitafuta chakula nyuma ya mgahawa mkubwa mjini, alisikia sauti ndogo za kulia kutoka kwenye mapipa mawili yaliyokuwa karibu. Mwanzoni alidhani ni paka, lakini alipokaribia, moyo wake ulisimama. Ndani ya mapipa hayo aliona watoto wawili wachanga, mapacha wa kike, wakiwa wamefunikwa kwa blanketi chafu na baridi ikiwatikisa miili yao midogo. Kosi alichukua watoto hao mikononi mwake, machozi yakimtiririka. Aliwaangalia kwa upendo wa baba halisi. E, ninyi hamtateseka tena, aliwaambia kwa sauti ya upole. I e, kuanzia leo nitakuwa baba yenu. Alirudi nao kwenye chumba chake kidogo kilichotengenezwa kwa mabati na mbao. Hapo ndipo alianza maisha mapya kama baba wa watoto wawili aliyowaita Tata na Toto. Miaka ikapita, maisha hayakuwa rahisi. Kosi alihangaika sana kuhakikisha watoto hao wanapata chakula, nguo na elimu. Wakati mwingine alikuwa analala njaa ili watoto wake wale, wakati mwingine alienda kufanya kazi za uvuvi usiku na mchana, akibeba mizigo sokoni. Watu wa kijiji walimcheka, wengine wakimdhihaki kwa kusema mtu kama wewe hata hajui baba wa hao watoto ni nani. Lakini Kosi hakujali. Alijua mapacha wale ndiyo maana ya maisha yake. Tata na Toto walikuwa wakiwa warembo, wenye akili na mioyo safi kama ya malaika. Wakati walipofikisha miaka tisa, walikuwa tayari wanamzidi baba yao kwa busara. Kila asubuhi waliamka mapema, wakiandaa maji, kuosha vyombo na kumsaidia baba yao kumkamua ng'ombe waliokuwa wamepewa na jirani mzee kama zawadi kwa uaminifu wa Kosi. Siku moja asubuhi, jua likiwa linaanza kuchomoza, Kosi alipokuwa akimkamua ng'ombe wake, alihisi upepo mwanana ukipita taratibu ndani ya banda. Aliinua macho yake na kushtuka kuona uso wa mwanamke ukitokea hewani, uso wa amani na furaha. Alijua mara moja ni mzimu wa mama wa mapacha. Mwanamke huyo alitabasamu, machozi yakimdondoka taratibu, kisha akaangalia watoto wake waliokuwa wakicheka, wakiimba nje kisha taswira hiyo ikatoweka kwa mwanga hafifu wa dhahabu. Kosi alikaa kimya muda mrefu, moyo wake ukijaa hisia. Alijua kuwa mama wa watoto wake alikuwa amepumzika kwa amani, akiona watoto wake wakiwa salama mikononi mwa mtu aliyewapenda kama baba wa kweli. Miaka iliendelea na maisha ya familia hiyo yakabaki kuwa ya upendo, lakini yenye ugumu mwingi. Kosi alikuwa mvumilivu, hakukata tamaa hata siku moja. Siku moja alfajiri, hewa ikiwa baridi na pwani ikiwa kimya, Kosi aliwasha mashua yake ndogo, akaamsha mapacha wake kwa upole. E, leo twende kuvua samaki, alisema kwa tabasamu. Tata na Toto walifurahia sana, walipenda bahari, walipenda kuona baba yao akitabasamu. Walipofika katikati ya bahari, walianza kutupa nyavu zao. Bahari ilikuwa tulivu, upepo ukicheza taratibu kwenye nywele zao. Saa kadhaa zilipita bila mafanikio, lakini ghafla Tata akapiga kelele, Baba, angalia! Kosi na Toto waligeuka haraka. Katika wavu wa Tata kulikuwa na kitu kilichong'aa kuliko jua. Alipokitoa walishangaa, ilikuwa jiwe kubwa la almasi likiang'aa kwa rangi ya samawati safi. Macho yao yalijaa mshangao na furaha. Kosi alishika jiwe hilo kwa mikono inayotetemeka. E, hii ni zawadi kutoka mbinguni, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Walikumbatiana watatu hao, wakalia kwa furaha, kisha wakaamua kurudi nyumbani haraka. Usiku huo walijifungia ndani, wakaweka almasi hiyo mezani na kupiga magoti kuomba. E, e Mungu, hatuna mengi lakini tunakushukuru kwa hii neema, Kosi aliomba kwa machozi. E, hii itakuwa mwanzo wa maisha mapya. Kesho yake asubuhi, Kosi alivaa shati lake safi zaidi, akachukua almasi ile na kuelekea mjini kwenye duka kubwa la vito vya dhamani. Wafanya wafanyabiashara waliposikia kuwa ana almasi ya kipekee, walimzunguka wote. Baada ya majadiliano marefu, waliamua kuinunua kwa bei kubwa, kiasi ambacho Kosi hakuwahi kufikiria maishani mwake. Machozi yalimbubujika alipohesabu fedha hizo. Hakukimbilia anasa. Alinunua nyumba nzuri yenye bustani kwa ajili ya mapacha wake, akawapeleka shule nzuri, na akaanzisha biashara ndogo ya uvuvi na mifugo. Maisha ya familia hiyo yakabadilika kabisa. Kosi, chokora wa zamani, sasa alikuwa baba mwenye heshima kijijini. Lakini hakuwa mtu wa majivuno. Alifundisha watoto wake thamani ya upendo, bidii na shukrani. Kila jioni wangecheka pamoja chini ya mwanga wa mwezi, wakikumbuka siku walizokuwa wanalala njaa na kushukuru kwa yale yote waliopitia. Kosi angewaambia, "Watoto wangu, furaha ya kweli siyo mali tulio nayo, bali moyo tulio nao." Na usiku ule wa mwisho wa majira ya joto, Kosi alipokuwa amekaa nje akitazama bahari, aliona tena mwanga ule wa dhahabu ukitokea mbali, na uso ule ule wa mwanamke ukitabasamu. Alijua ni mzimu wa mama wa mapacha akimshukuru kwa kutimiza ahadi yake. Hapo ndipo machozi yakamdondoka taratibu, lakini safari hii yalikuwa machozi ya amani. Aliinua macho yake mbinguni na kusema kwa sauti ya upole, Tunaishi kwa furaha sasa, mama wa watoto wangu. Pumzika kwa amani. Na tangu siku hiyo, bahari ya kijiji cha kusini mwa Korea ilijulikana kama bahari ya bahati ya Kosi, ishara ya upendo, imani, na nguvu ya moyo wa baba ambaye hakuwahi kuacha kupenda.